Bwana Yesu asifiwe. Karibu mtoto mzuri katika kipindi chetu tena leo chatusome na tujifunze Biblia. Mara mwisho tuliongea kuhusu habari ya umbaji, tuliona jinsi Mungu alivyoumba mbingu na nchi. Na kwa nini tumejifunza habari ya umbaji? Kwa sababu tunajifunza kwamba Mungu ana nguvu, Mungu ana uweza na kila kitu unachokiona Mungu ndo aliumba, na ndio maana tukajifunza habari ya umbaji. Sasa leo tunaenda kuangalia jinsi Mungu alivyoumba mwanadamu, tukisema kwamba siku ya sita Mungu akamuumba mwanadamu hmm? Alimuumbaje mwanadamu? Unajua mwanadamu wa kwanza aliumbwa eh? Nene najua mwanadamu wa kwanza aliitwa nani au anaitwa nani? <laughs> Aliitwa nani? Sindio Adam eh? Adamu aliumbwaje? Adamu, Adamu alifikaje duniani? Kwa sababu tumeona mwanzo dunia ilikuwa tupu, hakuwa na kitu chochote. Mungu akaumba kila kitu, akaja akamuumba mwanadamu. Sasa mstari wetu unatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa ishirini na saba. Imeandikwa Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kumbe mtu wa kwanza aliumbwa na Mungu. Biblia inakwambia, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Yani, sijui alifanyaje lakini ni kama tunavyofanya ufinyanzi habari ya ufinyanzi unaweza ukachukua udongo ukatengeneza mtu ukatengeneza kiti kwa hiyo inaonekana alichukua mavumbi akayafinyanga akatengeneza mtu kwa mfano wake kwa sababu alisema natutengeneze mtu kwa mfano na kwa sura yetu kwa sisi tumeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu lakini kutoka kwenye mavumbi akachukua vumbi akatengeneza akafinyanga eh, anasema Biblia inasema akampulizia pumzi ya uhai puani, akampulizia pumzi puani na mtu akawa nafsi hai. Huyo ndo Adam. Kwahiyo Mungu akamuumba Adamu, afuna wanyama akawaumba. Kwa hiyo Adam akawa na marafiki ya wanyama, Mungu akawaleta wanyama, ndege, kila kitu, Adamu akiite kwa majina akaita majina yake lakini baadaye akaona Mungu, Mungu akaona kama, hm, sio vizuri mwanadamu awe peke yake. Ngoja ni muumbio wa kufanana naye. Unaona hapo ndo akawaza muumbe nani hawa sasa, hawa nitamuumbaje? Mungu akamfanya Adamu alale usingizi mzito. Akiwa katikati ya usingizi, akachukua ubavu wake, eh, akapafunika pale na nyama, alafu kutoka kwenye ule ubavu akamtengeneza mwanamke alivyomtengeneza mwanamke akamletea Adamu. Adamu akamwangalia akasema, sasa nimepata wa kufanana naye. Hivyo ndo mwanadamu wa kwanza walivyoumba ambaye ni Adamu na hao hao ndo wazazi wa wanadamu wote hadi sasa hizi. Amen. Kwa hiyo tunajifunza kwamba Mungu ana nguvu, ana uweza, yeye ndo alituumba sisi na tumeumbwa kwa mfano wake yeye, yeah. kwa hiyo mtu asikuambie we wewe sijui ukoje, usijisikie vibaya. Kuna watoto wengine anaweza kamwambia mwenzake, wee mbaya. Hapana, mwambie mimi nimeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Sawa, safi kabisa. Basi mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipindi chetu, jinsi Mungu alivyoumba mwanadamu. Unaweza ukatengeneza aktiviti, ukachukua karatasi yako ukaandika mstari wako wa wiki, alafu ukachora picha labda ya mwanadamu ukapaka rangi. Amen.